Mimi ni Askofu Dr. Bartholomew Oshega ni askofu mkuu wa Faith Community Pentecostal Church. Lakini pia ni mwalimu wa vyuo vya Biblia Japan Bible Institute. Na hivi unaiona nimeiva hapa. Ni eh, chuo kingine kinaitwa Eclair East African eh, Church Leaders Bible School au Bible Institute. Eh, nafundisha kwenye vyuo kama hivyo. Uh, Mungu amenisaidia pia kwenye FCPCT nimeisha kuwa kiongozi wa juu, na nimestaafu katika huduma hiyo. Mimi ndio nilikabidhi askofu mtoka mbali alipokuwa mwenye mwenyekiti mpya eh. Awamu ya nne huduma inaendaje baba? Ha, huduma kanisa la Mungu tunaendelea vizuri. Sisi tunaendelea na huduma katika nchi yetu, lakini pia kama nilivyokuwa na huduma hiyo, nina huduma pia ya kuwafikia makanisa mbalimbali vijijini. Wengine machanga yanaanza, mengine ndio wana huduma zao zinakuwa, tunawatia moyo, tunawajenga viongozi, hasa viongozi. Mimi najenga viongozi sana e... tuko mwaka 2026 natamani pengine uzungumzie sehemu ya huduma ambazo umefanya 2025 na ambayo unatamani kuelezea kwa namna ambavyo pengine Mungu ameonekana. E, kwa mwaka jana niliitwa na kanisa moja lenye lina Wamasai wengi sana, sio kwamba wako Wamasai watupu lakini Wamasai ni wengi, na askofu wao mkuu anaitwa Askofu Barik Sapuro. Kanisa hilo liko Simanjiro, lakini wana makanisa mengi karibu sehemu nyingi za Tanzania hasa maeneo ya Wamasai. Wao wamewafikia sana Wamasai, na Wamasai wengi wameokoka. Na wakati walipokuwa wanataka kusimika kiongozi walipewa introduction juu yangu miaka miwili nyuma huko. Kwa hiyo, kwa hiyo nilikuwa nakwenda kuwajenga mara nyingi katika mambo ya uongozi na mambo mengine ya utawala katika kanisa. Kwa hiyo mwaka jana mwezi wa tisa waliniomba walikuwa wamemaliza mwaka mzima baada ya kusimikwa liblau la linaitwa kanhau au kanisa la nuru na haki ya uzima hilo. E, kanisa ndio lina, lina Wamasai wengi wengi sana. Kama mwaka jana huo mwezi wa tisa, tulikutana na wachungaji wa makanisa hayo pamoja na waumini wao watu kama elfu sita wanatoka Handeni, wanatoka Opareni huko, wanatoka Arusha, wanatoka mikoa mbalimbali. Na ni kanisa kubwa sana, linakuwa ni changa lakini linakuwa, kwa sababu niliwasimika viongozi wao mimi na maskofu wengine, na mimi nilikuwa ndio mgeni rasmi. Kwa hiyo tangu wakati huo wa wananiita baba yao e, mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano waliniomba niende na mke wangu wanamjua wanamfahamu, maana walikuwa wanakuja hapa ofisini, wanakuja nyumbani, wanapajua mpaka nyumbani wanajua ofisini wanafahamu baadhi ya viongozi wa makanisa yetu. Kwa hiyo walinialika niende tangu, kwa sababu walikuwa wamemaliza mwaka mmoja tangu askofu wao wamesimikwa, kwa hiyo walikuwa na sherehe kubwa. Lakini walipomwalika mama, mama akasema jamani, mimi tarehe mnaonita ya mwezi wa tisa ta, mwaka huu wajukuu wangu na watoto wangu wanataka kunifanyia sherehe ya kuzaliwa e, nami ninamaliza miaka sabini na ingia miaka sabini na moja. Sasa watoto na wajukuu walikuwa wamepanga wanifanyie sherehe hiyo ya, ya, ku, ya kuzaliwa anaita happy birthday, kumbukumbu ya kuzaliwa kwangu, wakaambia tutakufanyia sisi. Waambia watoto, mwaka huu watoto wako wa Kimasai wanakuita. Kwa hiyo wakatuandalia safari tukaenda, tukaenda tarehe nane kwa sababu yeye ni tarehe tisa anafanya birthday yake mara nyingi basi tukaenda kule, hiyo tarehe tisa tumefika jioni, walituandalia wakachukua na magari. Tulipofika kule tukaingia vijijini, basi kesho yake sherehe ikaanza. Kwa hiyo saa, kwenye saa tisa mchana ndio wakaanza ile sherehe. Asubuhi tulikuwa kwenye ibada mbalimbali, lakini saa tisa mchana wakawa kwenye sherehe ya mama birthday party. Hiyo ilianza kuanzia saa nane na nusu mpaka saa kumi jioni Ha, ha, saa sa, sa, moja jioni. Na pia walikuwepo wabunge, walikuwepo eh, watu mbalimbali mbali pale, wakuu wa wilaya pale, walikuwa askari pia walikuwepo. Kwa hiyo kulikuwa na kitu kikubwa sana wakati huo. Sasa mama alifanya hiyo sherehe, na kama mkiziona picha mtaziona, tutawatumia hizo picha, mtaona baadhi ya hizo picha. Nao wa walikuwa wanamwita bibi yao koko, wenwe wanaita koko basi wakafanya huduma kubwa sana, na mama tulikuwa naye pale wiki nzima na zaidi. Mimi nilimpa fursa yeye afanye huduma, mimi wameshanizoea eh. Kwa hiyo naye, kwa, kwa sababu ni mwalimu eh, wamemwandalia mambo mengi, na wakamwambia mwakani, a mwaka huu yani, na miaka mingine watamwandalia maeneo mbalimbali kufundisha ndoa, wakina mama na ndoa zao, pamoja na wababa. Kita kwenye masuala ya ndoa. Anafundisha sana ndoa, anafundisha vijana maisha mazuri ya, ya ujana wa Kikristo mpaka namna gani ya kupata mke au kupata mume, vijana wa kiume na wa kike, lakini wamama, hasa wamama wachungaji, namna kukaa na waume zao katika utumishi na wanawasaidiaje, lakini wamama wengine, ndoa zao wanawezaje kulinda ndoa zao, kwa sababu Ibilisi mara nyingi anatumia mlango wa kuwaonea wamama kuvunja ndoa hata e, kama e, ataanza ata mume lakini bado shambulizi na lawamu litakuwa kwa mama kama ilivyokuwa tangu mwanzo. Kwa hiyo anawafundisha maagizo ya Mungu kwenye Agano Jipya yanavyowapa maarifa ya kina mama. Yako maelezo mengi sana, wakati mwingine huwa ananiita na mimi kushare kwenye makongamano ya kina mama hiyo tunamshukuru Mungu, amemtumia sana. Hata FCPCT waliwahi kumpa barua kwamba popote FCPCT wanaweza kumwita akafanya huduma kama hizo. Amesaidia makanisa mengi na wamama wengi, hasa e, vijana. mafanikio ya hizi, uh, hii huduma za huko vijijini, pengine unaweza ukazungumziaje, na hasa upande wa umasaini kwa sababu tunajua wamasai mara nyingi ni watu ambao ni wagumu sana kwenye u... kupokea injili mm. uh... Unajua mafanikio ni kwamba ukitaka kufanya kazi hiyo, ni umisheni ile ile, ni huduma ya utume zaidi. Unapotaka kufanya nji, e, kazi hizo za injili e, lazima ukae na watu wa hivyo. Paulo anasema hivi: nikiwa kwa Warumi wa nafanya kama Mrumi, nikiwa kwa Yunani nafanya kama Myunani. Hiyo kanuni tulikuwa nayo maisha yetu yote, mimi na mke wangu, na tunafanya huduma mijini na vijijini, mpaka leo hatuchagui Kinambia mimi nilale kwenye jamvi na lala. Leo kinambia nilale kwenye ngozi na lala. Kinambia tuchote maji pale kwenye bwawa, afu ninywe mimi nakunywa. Sitaumwa. Na miaka na tangu nilikuwa kijana mpaka sasa nina miaka karibu 80. Kwa hiyo wala si sumbuki na vitu hivyo. Kwa hiyo nimejifunza hivyo. Naweza mambo yote katika yeye atutiai nguvu. E, kwa hiyo unatakiwa uwasome, uwajue ni mambo gani wao katika desturi zao wanakubaliana na wewe mgeni wee, mgeni ukae nao vipi? Ile ndio njia iliyonisaidia kuwapata watu wengi e, sio tu hawa Wamasai, lakini mi nimeshakaa na wabarbegi wa, wa Mangati, imesha nimeshakaa na hudumia kabisa, mesha na wamburu awa, awa, tunawaita wanania, awa, wa mm, wa Iraq nimekaa nao nimekaa nimekaa kwenye vijiji vingi vingi huko Mbeya Bukoba nimekaa na watu kwenye vijiji mbali, tumekwenda na mama maeneo mengi sana. Hata ile ile inaitwa MV nini Victoria ile iliyopinduka, oh, e, e, ile meli ile. Mama amesafiri sana na mimi tumesafiri sana okay. Na misukusuku ya kwanza ya ile meli kutaka kupinduka tulikuwemo sisi na mama kwenye hizi meli. Wakati mwingine linagonga mwamba, yaani okay, linafanya nini, tunakwenda huko Bukoba na kwenda maeneo mbalimbali Kiumro sio wapi, Kashai, kuna mjini huko na vijijini, tunafanya huduma ya injili kwa watu. Kwa hiyo kwa Wamasai mimi nakaa nao Wamasai, na tunakaa vile vyote wanavyokaa, wakisema walale hapa au wa hale hivi, wa chakula mi, chakula sichagui. Kwa hiyo chakula chochote mimi nakula na ninatoka salama. Kwa hiyo ndio mimi nisaidia kwenye huduma za vijijini, kaa na wale watu wanavyo wasome, wanataka kuishi namna gani kutoka pale unawapata, alafu ndio unawapa maadili ya Kimungu. Usianze na maadili ya Kimungu kabla hujaanza na udhaifu wao. E, pengine kufungua makanisa mangapi huko vijijini. Mimi mara nyingi napenda kusaidia watu wa kabila lile waanze kazi ya kazi yao. Mimi hiyo kazi nimefanya miaka mingi, sichagui sana, lazima kanisa lile nilimiliki mimi, hapana. Kama ni watu wanao, ukiona watafanikiwa wakiwa kabila lile wanaanza kazi ile, basi wewe watie moyo, kwa sababu wenyewe wanajuana kwa lugha yao, wanajuana kwa jinsi yao, wewe utakuwa mgeni sana, lakini ukiwa baba wakufundisha kutembea na Mungu. Nimefanya kazi hiyo makanisa mengi sana, mengi katika nchi hii na kwenye mikoa mingi sana. Hakuna mkoa katika Tanzania sijaenda, mpaka Zanzibar mjini, mjini na vijijini Pemba tu sijaenda, lakini huko kote imeanza kuna mengine nawapa madhehebu mengine, sina watumishi kwangu na wapa, kuna makanisa makanisa napanda uwanji huko kule huko na kule, tunakuweza sisi kuwa na watumishi, hatuna wivu. Sehemu tunakuwa na watumishi, tunaanza makanisa yetu yale, hatuwezi watumishi tunakabidhi wengine, ndio mpaka leo mfumo wetu na maono yetu kwenye huko kuzunguka pengine kwenye huduma yako ya kwenda kupeleka Injili kule, kuna matukio gani ambayo pengine huwezi kuyasahau kwenye huduma yako kwa Wamasai au sehemu nyingine? Yako mambo mengi wakati katika vijiji vingine ambayo mimi na mke wangu tunayakumbuka. Unapokutana na wenyeji, hawataki mtu alioamini au mtu aliokoka aje. Wanaweza wakawa Wakristo, pia wanaweza kuwa wapagani wazee wa mila wanaweza kuwa watu wa imani nyingine tofauti na ya Kikristo. Wakati mwingine wanakataa wana, wana hasa wanapoongelea habari za uokovu hizo, tumepata tabu sana, mpaka wengine wanadiriki kusema wazi, tutawaroga, tutawaua. Tumeshawahi maeneo ya maene ya eleji watu kutiliwa sumu kwenye vyakula, alafu mnatapika, wanashangaa, wana wanasema ah, kweli mmepona, tunakubali huyo Mungu yupo. Naupeni watoto wenu, anza makanisa. Tumeanza makanisa mengine na namnao ya watoto eh, hey. Amina, amina. Baba, nikushukuru sana. Amina, nashukuru na mimi Mungu awabariki. Pole pole mama, hawabariki eh.

nyumba za kifahari. Ndio sasa roho ni sidai. Na mimi naunga hapo.